Ukiangela uko nje uko ngapi? Yaani mudi <coughs> kizaazaa, mudi mekileta. Yaani kuna watu huko nje ambao wanatushinda nguvu, sibadi kukwambia. Lakini naomba nikuulize, kilikuleta nini mchana huu mudi nyumbani kwangu? China hujui tu nah, nimekumisi sana. <coughs> Wewe mtoto safi bwana, safi bwana. Mtoto umeoa juzi tu hapa Mi nimekaa kimya, sijakupigia simu hata siku moja. Ah, kwa hiyo unamaanisha kwamba unitaki tena? si kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, na tena, si ndio? hmm. tmla ona, sasa fedha ya nje ivyonikuta mi sasa. Okay, kwa hiyo, tunafanya tunafanyaje? Tunafanyaje? unanitolea macho, tunafanyaje? <tum> sijui la kufanya. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mpigie baishi basi. Anza baba mmoja, sikiliza. Ache. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mpigie baishi basi. Ndiyo, hata kama unatamani nimpigie simu baishi, lakini ujue hata kuacha salama. Baishi ninayemjua mimi. Ujue na wewe umekwisha. Baishi hata <tipa> kuacha <tipa> salama, lazima atakuzunguka. Kaaukijua huyo baishi unayemtaja ndiye anaweza akaja hapa, lakini hatu kuacha salama, sijui unafahamu. China, sikiliza nikwambia kitu kimoja. Unajua sio muda wa kulaumiana, yaani sihitaji lawama kabisa, unanisikia? Adi cha msingi, naomba tukae tujue kwamba tunafanya kitu gani mpaka muda huo

yaani sihitaji lawama kabisa. Tukae tufikirie kwamba tunatumia njia gani kuweza kusovu hili jambo mudi. Unaona kitu rahisi eh? Yaani mudi, umejiua kuntea fedhea, sijui nitawaambia nini mimi, ndugu zangu. Yaani China, nimedhalilika mimi, uso wangu hata sijui nauweka wapi moja We, Da China, vipi? Mlango umefunga hapa, wadi waso wamejazana, na unaongelea dirishani. Kuna nini? We, kuna nini hapa? Sinauliza hapa kuna nini? Yani mwenyewe sielewi, nimekuja hapa nimekutatu wamejaa kama unavyoona na unafanya shindi. Mi mwenyewe sielewi, nimekuja nimekutatu wamejaa kama unavyoona na unafanya shindi. Unafanya shindi? Wewe, we, kelele unapandisha sauti uraiani. Oya, nimesema ondokeni sasa hivi hapa